Aliyekuwa first lady nchini Marekani Michelle Obama ameweka ameweka wazi changamoto alizozipitia yeye na mume wake Barack Obama katika siku za mwanzo za mahusiano yao akiwa kwenye podcast ya Imo siku ya Jumatano, podcast ambayo ameanzisha hivi karibuni ambapo anashirikiana na kaka yake Craig Robinson, mshe alieleza hali ya kifedha ya wawili hao walipoanza mahusiano yao. Wakati Robinson alipomuuliza, je, ungeweza kuvutiwa na mwanaume ambaye hana uwezo mkubwa wa kifedha ama tajiri, unapokutana kwa mara ya kwanza? Mshe akajibu kwa ucheshi na wazi kuwa naam, Nilimuoa mtu kama huyo, akimaanisha kuwa Obama hakuwa na kitu. Akiwa na umri wa miaka 61, kwa sasa, Michelle Obama alikumbuka uamuzi ambao aliofanywa kwa chakazi katika kampuni ya sheria ya kiwango cha juu baada ya kukutana na Obama. Alisisitiza kuwa msaada wa kweli aliopokea kutoka kwa Barack Obama ulimaanisha zaidi kwake kuliko usalama wa kifedha, yaani kipato kikubwa cha pesa. Nilikuwa na mtu aliyeniambia nipo pamoja na wewe, hatari unazoziona si kubwa hivyo, na niko hapa kukuunga mkono. Kwa Michelle, sifa hii ilikuwa na thamani kubwa sana kuliko kipato chake. ningependa zaidi kuwa na mwenza ambaye yuko tayari kushirikiana nami kupambana na changamoto kuliko mtu anayepata pesa nyingi, lakini hana moyo huo, alisema akisisitiza kuwa upendo kweli unahitaji mshikamano wa pande zote mbili. Michelle pia aliwahimiza wanawake kutu kuangalia zaidi mambo ya juujuu wanapotafuta mwenzi wa maisha. Tusiongozwe na dhana au matarajio ya nje, inatubidi tuwe wawazi wa kweli na tujitahidi kuona watu kwa hali yao halisi, alionye akibainisha kuwa wengi hujikuta wakivutiwa na sifa za juujuu badala ya kuzingatia uhalisia na ulinganifu wa kweli wa ndani.